Karibu katika makala ya M24. Jina langu ni Ana Kimambo na leo tunaangazia uhaini ni kosa la aina gani. Kila taifa lina misingi inayolinda amani na heshima yake, lakini pale misingi hiyo inapoyumba, uhaini unajitokeza, kosa lenye uzito mkubwa linalohusiana na usalama wa taifa, utii wa Katiba na uaminifu kwa raia. Kwa mujibu wa kanuni ya adhabu sura ya kumi na sita uhaini ni jaribio lolote la kupindua serikali halali, kusaidia maadui wa nchi au kuhatarisha mamlaka ya kikatiba. Ni kosa zito lenye adhabu ya kifo au kifungo cha maisha na halina dhamana. Katika dunia ya mawasiliano ya haraka, mipaka kati ya uhaini na uhuru wa maoni inaweza kuchanganya. Wataalamu wa sheria wanasema tafsiri yake lazima izingatie katiba, haki za binadamu na uzalendo. Nguvu ya taifa hujengwa kwa uelewa na si oga. Wananchi wanapaswa kuwa waangalifu katika maneno na matendo yao, hasa mitandaoni, kuelimishana, kutosambaza taarifa za upotoshaji na kuheshimu taasisi za nchi. Uzalendo wa kweli ni kufanya kazi kwa bidii, kulinda amani na kuheshimu sheria. Uhaini ni kosa kubwa, lakini zaidi ni ukumbusho kwamba usalama wa nchi huanza moyoni mwa wananchi wake. Linda amani, heshimu katiba na uwe mlinzi wa taifa lako kila siku. Swali ni je, unalinda taifa kwa hofu au kwa kuelewa maana halisi ya uzalendo? Mimi ni Ana Kimambo, hii ni M24.